Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hiki ni kipindi cha Dira ya Ujasiriamali ikitangazwa na Tan Business Channel Online Television kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Nimekuwa bado napata eh, wadau wengi wananipigia simu, wengine hata kuniletea messages kuhusiana na swala la makadirio ya mtaji wa biashara. Hili limekuwa ni swala ambalo linaongelewa sana, na mara ya mwisho nimepata mdau ambaye anataka kuanzisha duka la jumla, yaani yeye anakuwa na bidhaa mbalimbali, wenye maduka wadogo au maduka ya ya retail yani, ya yanao ya wengine wanaita ya mangi, wanakwenda kununua bidhaa kwake. Kwa hiyo kwa akaona niambia kuwa anataka kuanzisha hilo duka, lakini sasa e, ana shilingi kama milioni nne. Je, zinatosha kuanzisha hiyo biashara? Mimi nikamwambia inaweza zikatosha na inaweza zisitoshe, kwa sababu kuna mambo ya msingi inabidi kutafakari kwanza. Nimemwambia ni kwa kukadiria mtaji kuna vigezo vyake, na kuna vigezo kama vitatu au vinne ambavyo huwa vinatumika kufanya makadirio ya mtaji wa biashara. Sasa hilo ni moja. La pili ni mahitaji ya yule mtu anayeanzisha biashara, kwa sababu kila mtu ana mahitaji yake, mwingine anaweza akawa anahitaji vitu vya bei ya juu, mwingine anaweza akawa anahitaji vitu vya kawaida na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa hivyo navyo vinaweza vikasababisha mtaji uwe mkubwa au uwe mdogo. Sasa ukiunganisha hivyo vitu viwili, ndio unakuta unapata kitu kinaitwa makadirio ya mtaji ambao unaweza kuanzisha biashara. Sasa kwenye suala la yeye ana milioni nne, mimi nikajaribu ku kupiga hesabu za e, haraka haraka, lakini kama navyosema, sasa hayo ni kwa kutokana na mimi matakwa yangu navyoona. Kuna mwingine anaweza akasema hapa ungeweka hiki au hapa ungeweka hiki. Swala so, la msingi ni kuona utaratibu mzima wa kufanya makadirio. Sasa tuanze na vigezo. Kuna vigezo vitatu au vinne ambavyo huwa vinatumika kufanya makadirio ya mtaji wa biashara. Sasa tunazungumzia mtaji wa kuanzisha biashara ya duka la jumla. Kwanza ni kuwa kuna gharama za kuanzisha biashara. Kwa kesi yetu hii ni biashara ya e, jumla. Sasa gharama zote ambazo unalipa mpaka pale biashara inapoanza tunaita hizi ni gharama za kuanzisha biashara. Sasa hizi gharama za kuanzisha biashara ndizo ambazo tunazifanyia makadirio ya mtaji. Kwa hiyo kuna masuala kama ya kusajili biashara, kuna masuala kama ya kutafuta pango mahali utakapofanyia biashara, yani mahali utakapofanyia biashara, kuna mambo ya ku kukimbia huku na kule kuku, kuku kuhakikisha unafanikisha shughuli zako za kuanzisha biashara, sasa ni gharama za usafiri. Kwa hiyo mambo yote ambayo unayafanya kabla biashara haijaanza, ndio tunasema ni gharama za kuanzisha biashara. Sasa baada ya hapo biashara inaanza kufanya kazi. Sasa biashara ikianza kufanya kazi, ndipo hapo kuna gharama zake. Kwa hiyo sasa ha, hizi tunaita gharama za kuendesha biashara kwa hicho ni kigezo cha pili. Sasa hapo kuna mambo mengi, kuna bili, kulipa bili za umeme, kuna kulipa mshahara labda wafanya kazi kama una utawaajiri watu kwenye hilo duka lako, kuna mambo kama ya vifungashio. Wateja wakija kununua vitu, utafungashia vile vifungashio, ni gharama hizo. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali -mbali, ambavyo utagharamia uta, uta, kwa ajili ya kuendesha biashara ya duka la bidhaa za jumla. Sasa hiyo ni ni swala la gharama za kuendesha biashara, lakini kingine, kuna gharama za kununua vifaa duka lile. Unapokwenda kupata frame au unapokwenda kupata sehemu ya kufanyia biashara, unapewa chumba au unapewa frame ambayo ndani hamna kichochote. Sasa kuna kununua makabati, kuna kuweka hizo frame za kuweka vitu sehemu yenye joto kama Dar es Salaam unaweza ukahitaji ceiling fan, fan ile ya, u, ya upepo au ukaweka ukaeka. Na, labda mi, mizani vitu mbalimbali ambavyo vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza vikawa muhimu kwa biashara ya duka la jumla. Kwa hiyo hicho ni kigezo cha tatu. Kigezo cha nne ambacho ni cha mwisho, hilo duka linahitaji bidhaa. Kwa hiyo sasa kuna gharama za kununua bidhaa za duka la jumla ambazo baadaye utakuja wauzia e, wateja wako. Kwa hiyo hivyo ndio vigezo vinne vya muhimu kuhusiana na kukadiria mtaji wa biashara, lakini pamoja na kuwa kuna hivyo vigezo, lakini mimi naweza nikakadiria mtaji wa biashara wa duka la jumla nikasema milioni nne hazitoshi. Mwingine akaja akafanya e, makadirio yake, ukakuta anakwambia labda milioni tatu zinatosha. Sasa hili ndio linakuja swala la matakwa ya ya yule anayeanzisha duka. Kwa mfano, upande wa kufanya uamuzi wa chumba au frame ya kufanyia biashara, kuna mwingine anaweza akasema mimi nataka e, frame tu ya kawaida tu e, nalipa labda e, shilingi elfu hamsini kwa mwezi basi natosha, na pengine anafanya hiyo biashara tafanyia kwenye nje ya mji na vitu kama hivyo lakini kuna mwingine akasema anakwambia mi laki moja mwingine akakwambia laki mbili kwa kwa kwa mwezi kwa hiyo sasa inategemea au location mahali ambapo duka lilipo sehemu nyingine kodi ziko juu sana kwa hiyo swala la kodi inategemea wewe mwenyewe umetaka nini lakini kuna swala la kwa mfano sasa kuendesha biashara gharama na mwingine akakwambia mimi nataka niwe na feni. Mwingine akasema feni haina haja e, au mwingine akataka kuweka AC e. Vifungashio, mwingine akasema mimi nitatengeneza vifungashio kutoka China, au nitanunua kutoka China, mwingine saa karatasi za magazeti zinatosha kufungashia. Kwa hiyo sasa ni, ni matakwa ya, ya mtu anayeanzisha biashara na kuna kwenye swala la vifaa na hivyo hivyo, vifaa gani vinahitajika? Sasa ni, vina ni matakwa ya mtu, mwingine anaweza kataka vifaa vya bei ya juu, mwingine vifaa vya bei ya chini. Kwa hiyo sasa hapo ni swala la matakwa, na kwa hiyo matakwa ya mtu ndio yatakayoamua mtaji mkubwa unahitajika au mtaji mdogo unahitajika. Kwa hiyo sasa tunakuja kuunganisha, tunaunganisha hivi vitu vyote. Kwanza ni vigezo vile vinne Alafu pili ni kuangalia matakwa ya mtu anayetaka kuanzisha biashara ya duka la jumla, na mwisho wa siku tunajikuta tuna- tunapata makadirio na tunaweza tukaona kama milioni nne zinatosha au hazitoshi. Sasa tu, tuangalie sasa mimi ninavyoona, usiniambie kwa hapa mwana mbona umeweka. Nasema mimi ninavyoona, lakini wewe unaweza nayo ukaweka ya kwako mradi tu sasa, ile nime framework nimekutengenezea nime ilenimekutengenezea eh, ni kama msingi wa jinsi ya kufanya makadirio. Kwa hiyo mimi namba moja, nitaanza kwanza na kusajili biashara kule BRELA. Ni muhimu usajili biashara, usifanye biashara bubu, sajili. Sasa kwa kuwa mimi nataka ni, nifanye makadirio ya chini kabisa, nitasajili jina Sitasajili kampuni. Najua kampuni ina mambo mengi na gharama ni kubwa, kwa hiyo mimi nitasajili jina, na tuseme gharama za BRELA kusajili jina zina zina range kati ya elfu thelathini labda mpaka elfu hamsini pamoja labda na usafiri na vitu kama hivyo, kwa hiyo hapo naweka elfu hamsini. Namba mbili, sasa umesha sajili eh, jina BRELA, ni kutafuta sasa sehemu ya kufanyia biashara fremu ya kufanya biashara. Sasa mimi nimechukua tu ya wastani nasema ni laki moja kwa mwezi, na hawa jamaa mara nyingi au wenye nyumba wanataka kukodi ya miezi mitatu. Kwa hiyo, kwa kwanza zinatakiwa laki tatu hapo, lakini hawa jamaa nakupa chumba kitupu ndani hamna kitu, kitu. Kwa hiyo inabidi ununue vifaa mbalimbali kwa ajili ya duka lako la vifaa vya bidhaa za jumla. Kwa hiyo, nimeweka, vifaa, kununua, napo, nimeweka, kwa hiyo mimi nimeweka kwenye vifaa kununua napo nimeweka laki tatu, najaribu kuwa very modest; yani siweki vitu vya magara magara. Kwa hiyo nao nimeweka laki tatu kununua vifaa vitakavyokuwa pale dukani. Kutoka hapo, sasa tuna tunahamia sasa kwenye swala la kupata leseni. Eh, kwa sababu sasa lazima tuwe na leseni. Kwa hiyo kwenye leseni of course kwanza unakwenda TRA kupata TIN namba na tax clearance certificate. Kwa taratibu za sasa hivi hakuna malipo. Zamani ilikuwa unaambiwa ulipe kwanza kodi cha mbele hai, sasa hivi wanakuambia mpaka baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo tuchukulie kwa pale TRA hulipi kitu chochote, isipokuwa utapata tu hiyo tax clearance certificate ambayo utakwenda nayo kwenye ofisi ya halmashauri ya wilaya au halmashauri ya mji, na kule ndio utakapopata leseni ya biashara na wao watakuuliza mambo mbali mbali, na wana vigezo vyao. Kwa hiyo kwa bei ya kawaida, leseni tunachukulia ni laki mbili. Kwa hiyo hapo mimi naweka laki mbili. Sasa kinachofuatia ambacho nacho ni cha muhimu sana, pamoja na kuwa tume, tumeangalia mambo ya gharama eh, gharama ya kuendesha biashara ambayo gharama kuendesha biashara kwa maana mambo mbali mbali ambayo utakaofanya kununua vifungashio na nini, tunaweka hapo laki tatu eh, ambazo kwa mwezi. Sasa mwisho tunakuja kwenye swala la makadirio ya fedha zinazohitajika kwa ajili ya kununua bidhaa ambazo utawauzia wateja. Sasa hapa nimejaribu pia kwa very modest, yani, sikutaka kwenda na mambo makubwa, nimeweka milioni tatu kwa hiyo milioni tatu za kununua bidhaa mbalimbali, na hapo kwenye bidhaa, kwa kuwa unaanza, ni usio ambitious sana ja, ja, jaribu kuwa mtu mwenye tahadhari, usinunue vitu vingi halafu ukaja kukuta pengine vingine haviuziki kwa sasa, hapo una, una tie capital, inakuwa ni gharama kubwa. Nunua vitu vichache, lakini unagusagusa ili kusudi uweze kuona wapi kwa wateja wengi wanapenda kwa vitu. Kwa hiyo milioni tatu inatosha kununua vitu tu vya kujaribujaribu, alafu siku zinavyozidi kwenda utaona, ha, kumbe hapa mahitaji makubwa, basi utaona jinsi ya, ku, ya kuongeza fedha za kununua bidhaa. Kwa hiyo bidhaa nimeweka milioni tatu, sasa hiyo ndio makisio yangu mimi. Kwa hiyo sasa ukijaribu kuunganisha hayo hayo, hayo makisio yangu yote mimi nimepata, inakuja kama milioni nne na elfu hamsini ambayo inakaribiana karibiana na uyo rafiki yangu anasema ana milioni nne, na pengine kwenye kubana bana huko naweza hata kapata milioni nne au milioni tatu na kitu. Kwa hiyo kwa kifupi ni nimemwambia kwa milioni nne unaweza ukaanzisha duka la jumla lakini la kawaida, sio la mambo mengi sana. Zinatosha kuanzisha biashara ya duka la jumla. Naona ni niishie hapo. Eh, naomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali. Hiki kipindi kinatangazwa siku za Jumatatu mpaka Jumamosi saa tatu usiku kutoka Tan Business Channel online television. Siku ya Jumapili huwa tunakuwa na kipindi maalumu cha simulizi za ujasiriamali. Mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali Tan Business Channel online television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.